tunaomba sasa hivi tunaenda kwenye msimu wa ufuta. Naamini pale kufika mwezi huu wa tano maandalizi yanaanza, japo kwa siku ya jana tumepata taarifa kwenye mtandao kuonekana mizani za digitali, wanaanza kukagua au kufanya matengenezo ya hizo mizani. Mimi ninayeongea kamati tangu nilikuwa na mahitaji ya mizani saba lakini mizani nilizozipata pale ni nne, pungufu mizani tatu. Hii nayo ilipelekea kwa msimu wa mwaka jana, kwenye msimu wa korosho, uzalishaji wangu kupungua baada ya kukosa vituo vyangu vitatu kuto kufungua Kwai ningeomba tu hapo chama cha viongozi wa Runali hapo basa kuisimamia ili kwa wakati, ili walau aataa kufungua msimu wa ufuta, walau tayari mizaituetayai eshapato navama vyote ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja, asante sananaitwa <tipasimu> Juma Miliko wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria.